Rais William Ruto jana usiku alijumuika na maelfu ya wananchi katika uwanja wa sports club katika kaunti ya Uasin Gishu kuulaki mwaka mpya kwa mbwembwe za kipekee. Rais ambaye aliandamana na mkewe Rachel Ruto na Naibu Rais Kithure Kindiki alionekana kuwa na furaha na bashasha, dakika chache kabla ya umati kuukaribisha mwaka mpya wa 2026 milio ya fataki litawala anga Punde tu ilipotimia saa sita usiku wa kuamkia Alhamisi. Tamasha ya muziki wa dini ya Kikristo maarufu pamoja concert ilivutia huku viongozi wa kidini pia wakipata fursa kutoa ujumbe wa amani na utangamano. Mimi najua 2026 ni mwaka wa nguvu, mwaka wa fire. Ni kweli si kweli? Kenya hui. Kenya hoe! Kenya hoe! niko na swali moja, niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Rais wa Kenya ni faya si faya? Rais William Ruto ni faya si faya? ni noma si noma? Mimi niko na imani, niko na matumaini makubwa, ninaamini Mungu atafanya maajabu 2026 taifa letu la Kenya tutasonga mbele pamoja. Kila sehemu ya Kenya, kila jamii ya Kenya, kila dini ya Kenya, pande zote na kaunti zote za Kenya, tutatembea pamoja 2026.